Hello, hello, hello. Je, unahitaji simu nzuri na bora ya kutumia muda mrefu? Acha kuangaika sasa. Sehemu pekee utajipatia simu original na kwa bei nafuu. Yaani simu ya ndoto yako ni Mopay Mobile TZ. Kwa kuwa kwa kuwa Mopay Mobile TZ, sisi ni wauzaji wa simu aina ya iPhone, Samsung pamoja na Google Pixel. Tena kabisa kutoka UK, US pamoja na Dubai na kukufikia popote ulipo Tanzania. Na ukichukua simu kwetu unapata punguzo la bei, protector na cover bure kabisa, bila kusahau warranty ya mwaka mzima. Wateja wa mikoani tunatuma kwa njia ya basi, ndege au EMS, na kwa wakazi wa Dar es Salaam Delivery ni bure kabisa. Je, una simu ya zamani na unatamani simu nyingine? Hatujakuacha, tuna huduma exchange, yani topping up kwa simu zote, kwa kuongeza pesa kidogo tu na kupata simu nyingine. Tupigie au tuandikie WhatsApp kwa nambari 0744133220 au tufollow Instagram mopei underscore mobile. Tunapatikana Sinza Mugabe, kituo cha daladala.